Aliyetoa aliyepokea, wadhanaki wanasema wote anyanda, wote watapata. Tarehe 14 Oktoba mwaka 2019 ni maadhimisho ya miaka 20 ya kifo cha baba wa taifa, hayati Julius Kambarage Nyerere. Katika uhai wake kuna mambo mengi sana ambayo amekuwa akiyasema katika njia ya kufikisha ujumbe wa namna anavyochukizwa na hivyo vitu. Hii leo nimekuletea kauli kumi za baba wa taifa zenye nguvu zaidi na zinazoendelea kuishi mpaka leo. Nyerere, msimamo wa Nyerere ni kipaji cha Mwenyezi Mungu. Baba kapewa tangia tumboni, kabla hajazaliwa. Ilikuwa ni mwaka 1995 wakati wa kamati kuu ya CCM, ilipoketi kule Dodoma kwenye vikao vyao vya kumteua mgombea urais ambaye atamrithi rais wa awamu ya pili, Ali Hassan Mwinyi. Ndipo mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipopata nafasi ya kutoa nasaha zake, ambapo katika hotuba yake alizungumzia mambo mbalimbali mbali. Kwanza alizungumzia adui namba moja wa taifa hili, rushwa, na namna ambavyo kiongozi ajaye anatakiwa pambane nayo. Sasa hivi hali ya rushwa ni mbaya zaidi nchini, wasaidieni wananchi kudili nayo. Mgombea mtakayemteua lazima tumtetee wote, tumtetee lakini, inatakiwa ukiulizwa swali huyu atatusaidia kupiga rushwa vita Jibu litoke ndani ya roho yako, hapana hapa tu kwamba ndiyo anaweza. Lakini pia katika mkutano huo huo, baba wa Taifa alionesha kupinga vikali masuala ya udini na ukabila katika taifa hili. Mambo ya udini, udini katika nchi hata kidogo. Tulikuwa hatujali dini ya mtu, anaijua mwenyewe dini yake basi. <coughs> ilikuwa haiji katika akili yetu kwamba tunapompima mtu tumchague huyu tumfanye rais au tumfanye nani, tunauliza dini yake? Hatuulizi hata kidogo, tulikuwa hatuulizi hata kidogo. Dini inatuhusu nini sisi? Zamani katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni. Siku ya sensa swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu. Hili swali la u, dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? linatuhusu nini? Tunataka kujua umri wa watu, kwa sababu? Hiyo ina maana. Tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika? Hiyo ina maana. Tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka. Kama maimamu wanataka kuuliza, wanataka kujua wana Waislamu wa, wa, wa, wa wangapi, watafute wao. Sisi natuhusu nini? kama maaskofu wanataka kujua wana wakristo wangapi watafute wao si wanakuja makanisani kuungama wao waulize sisi inatuhusu nini jambo la dini hata tuulize watu wewe dini yako nani inatuhusu nini sisi hiyo ndiyo iliyokuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga sasa watu wanazungumza dini udini bila haya bila aibu wanajitapa kwa udini. Sasa Watanzania wanaanza kuulizana makabila, wanafikiri ni jambo la maana sana kujua kabila la mtu. Mnataka kutambika? <laughs> maana faida faida ya makabila iliyobaki ni ni kutambika tu basi. Lakini hasa ina maana gani nyingine? Katika nchi ya watu wazima kabila lina maana gani nyingine? Mara kadhaa hapa nchini kumekuwepo na baadhi ya tetesi za watu kutaka serikali tatu, yaani serikali ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, serikali ya Zanzibar na serikali ya Tanganyika. Mwalimu Julius Nyerere, ambaye pia ni mwasisi wa muungano huu, anazungumzia kiundani uzito wa jambo hilo na namna ilivyomnuia vigumu kuchukua uamuzi huo na mwasisi mwenzake Sheikh Abeid Amani Karume. Kama ingekuwa ni Tanganyika na Kenya, tunaungana sisi wawili tu, hao wakubwa wote wakubwa, tungekuwa na serikali tatu: serikali ya Kenya, serikali ya Tanganyika, serikali ya Federation. Bila matatizo mimi singeyaona lakini kinachounganika ni Tanganyika, the biggest of the four na Zanzibar, the smallest, ndizo zinazoungana. Sasa tuwe na serikali ngapi? Karume, nataka mwielewe. Karume alitaka moja moja, full stop. Tunaungana, we ndio raisi, full stop. Sasa tutengeneze mambo, mambo yaliyobaki ni ya kutengeneza, ndio mimi naogopa kabisa aidia ya serikali moja ya Tanganyika na Zanzibar. Zanzibar ina watu laki tatu, mkoa wa Mwanza wa, wa, wa, wa, wa, wakati ule sijui una watu wangapi, sijui milioni na zaidi yeah. milioni na zaidi wakati sasa vile Tanganyika inaungana na Zanzibar, alafu alafu mnakuwa na serikali moja nitamwambia nani? Hata ningefanyaje, nitamwambia nani kwamba mimi ni shabaha yangu sikumeza, ni kwamba nataka Tanganyika imeza Zanzibar? Itaonekana tu memezana, kazanzibar ka, ka kamegeuka kamekuwa ka mkoa kadogo hivi, wala si sawasawa na mkoa wa kawaida nikakata, nikakataa mimi, nikakataa aidia ya serikali moja. Kwa nini? Kwa sababu itaonekana kwamba Tanganyika inaimeza Unguja, inaimeza Zanzibar, nikakataa. Sasa kilichobaki kilichobaki ni kufikiria tufanye nini? Kilichobaki tufanye federation. tufanye federation. tuwe na serikali ya Tanganyika, serikali ya Zanzibar na serikali ya, ya, ya federation lakini matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba utakuwa una serikali ya watu laki tatu. hmm? una serikali ya watu milioni kumi na mbili eh huh? alafu na serikali ya watu milioni kumi na mbili na laki tatu gharama zake zitatoka wapi? Gharama zake zitabebwa na, na watanzania hao, lakini ni milioni kumi na mbili zaidi ndio watakaozibeba. Hawa watabeba uzito wa serikali mbili zote zinafanana. Sasa hasa chamno nini, mbebe mzigo wote huo wo, mnachokitaka ni nini? Kwa sababu mnachotaka hasa ni ku safeguard position ya Zanzibar isionekane kwamba imemezwa na, na, na, na, na Tanganyika lakini hamtaki kusafeguard position ya Tanganyika isionekane kwamba imemezwa na, na, na Zanzibar. Ingawa wanapolieleza sasa hivi wanasema mbona imemezwa sasa, ambayo ni maneno ya kijinga tu, maneno ya ghadhabu, maneno ya ghadhabu, na hivyo. So hicho ndicho mnachotaka sasa. Kama hiyo ndio maana yake, tufanye federation. Zote zinavyofanya federation zote zinavyofanya federation zinavyofanya ni kwamba mnachukua mna mambo fulani kama nchi mbili zinaungana au tatu zinaungana mambo fulani mnayaita ya muungano, mambo mengine mnasema hayo si ya muungano. Ya muungano ni yale ambayo mnayaona, bila hayo kuwekwa pamoja nchi hizo hazijaungana. Kwa hiyo mambo ya foreign affairs haya ya, Litu, ya, ya OIC, haya mambo ya ulinzi, mambo ya usalama, si lazima, mambo ya polisi si lazima, na Karume nilimwambia hivyo, si lazima mambo ya polisi Zanzibar wakipenda wanaweza kuwa na polisi. Karume akasema, hala, tuna commander in chief moja tu bwana, hatuwezi kuwa na commander in chief wawili. Karume huyo, ndio ndio. So yako mambo yale ambayo ni ya lazima, bila kuyaweka pamoja nchi hizo hazijaungana, basi mnayaweka pamoja yaani, sio yasiyokuwa ya lazima, kila nchi inayaongoza ina, ina yake. Sasa tungefanya hivyo kama tungekuwa na federation ya kawaida tu mambo hayo Zanzibar yangekuwa yanaongozwa na serikali ya Zanzibar inayoongoza hayo yasiyokuwa ya muungano, na ya Tanganyika inayoendesha hayo yasiyokuwa ya muungano, na iko ya federation inayoongoza hayo ambayo ni ya ni ya, ni ya, ya pamoja. Tukasema basi tufanye hivyo kwa namna ya federation, tuseme mambo fulani ni ya muungano, mambo fulani si ya muungano. Katika kusisitiza jambo hilo, Mwalimu Nyerere ambaye pia amekuwa akizungumzia masuala haya matatu yani udini, ukabila na muungano, mara nyingi katika mikutano yake. Hotuba yake aliotoa kwenye mkutano wake na wanahabari katika hoteli ya Kilimanjaro jijini Dar es Salaam Juni 1995. Aligusia pia maswala hayo. it tulitaka watu wajue wa kwamba tutakuwa wakali sana na wala rushwa ndani ya serikali, au na watoarushwa ao kabisa kujitawala Tulitaka kila mtu ajue, tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa eh? Kiongozi wetu unakula rushwa <laughs> aliyetoa, aliyepokea Wazanaki wanasema wote wote, <laughs> <laughs> wote watapata mzukozuku. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria kwamba, ili tuwafundishe watu hawa kwamba jambo hili hatulipendi, akisha kuthibitika mahakamani kwamba kala rushwa isha kuthibitika mahakamani kwamba akatoa rushwa, hatukumwachia hakimu uamuzi wa adhabu. Tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko ishirini na vinne, kumi na viwili siku anaingia, kumi na viwili siku anayotoka, akamwonyeshe mkewe. <laughs> Msimamo wa Nyerere ni kipaji cha Mwenyezi Mungu baba kapewa tangia tumboni kabla hajazaliwa. Tukiendelea kubaki mwaka huo huo, mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano, katika kipindi hicho ambacho vuguvugu vugu la uchaguzi lilikuwa likipamba moto, siku ya wafanyakazi Mei Mosi iliyofanyika mkoani Mbeya Mgeni rasmi katika siku hiyo alikuwa baba wa taifa ambaye alizungumzia mambo mbalimbali mbali. Kwanza maoni yake kuhusu uchaguzi, lakini pia mambo mbalimbali yanayowahusu wafanyakazi. mimi, mimi nataka mshahara wenu uwe mdogo, faida yangu mimi inatokana na mshahara wenu kuwa mdogo. Sasa nyinyi mtasema ala bwana mkuu wewe wezeze we, sisi we, we, <coughs> uwe mshahara mdogo sisi tukufanyia kazi wewe, basi wewe ndio unaone hapo, sisi tunafanyia kazi wewe. Lakini kama mtakuwa mnaniambia mmoja mmoja hivi, tawafukuza <coughs> <coughs> unakuja peke yako, unakuja peke yako kuniambia, lakini bosi, sasa mimi nataka uniongeze mshahara ngambia, unaniambia wewe, unaniambia wote, nasema mimi nikupe mshahara shilingi ngapi? Ah, utakavyoona. Lakini niongeze huu, unaona hautoshi, nitaona huyu kilomolomo chake huyu <laughs> nitakwambia, nitakwambia, unautaka mshahara huu? na ukupa sasa hivi, nyamaza, nyamaza, naenda udukafanye kazi yako. Hutaki toka, sitaki kuona hapa siku nyingine, yote nita nitakutisha hivi, ukifikiri mchezo, nitakufukuza na wenzako watajua kafukuzwa. Kwa nini? Yule amedai mshahara nyingi. Kimya. <laughs> <laughs> Wengine tena hawathubutu bwana, nikisema sema hapa nami nitatimuliwa eh? Na, wat, na watoto wananjaa, ntimuliwe ntapata taa, kwa hiyo nanyamaza, anaendelea huyu ku, ku, kunyonya, kama anaweza kwa kunyonya wa wauza mbao na kukunyonya wewe mfanya kazi, hata wanyonyeni wote wawili mpaka wauza mbao washirikiane kwa pamoja wapate bei nzuri, mpaka wafanya kazi washirikiane kwa pamoja wapate mishahara mizuri. Bila kushirikiana hampati mishahara mizuri <coughs> hiyo, hiyo ndio asili ya, ya kuanzisha vyama hivi. Nasema hamkuanzisha nyinyi, vimeanzishwa zamani tena Marekani, na sasa Marekani havina nguvu sana, vikawa vina nguvu Ulaya na siku hizi ulaya vinaanza kuwa vina nguvu sana sitaki like kuliingilia hilo. Tukirudi nyuma mpaka mwaka 1979 wakati nchi yetu ilipovamiwa na Idi Amin Dada, baba wa taifa alitoa hotuba kali ya kulaani kitendo hicho cha Amini. We nchi kama moja, hatuna ugomvi na Uganda, hatuna madai na Uganda, tuna huruma tu na Uganda. Inasema, la kwanza ni hiyo. Kwa hiyo inaposema hatuna sababu ya kuvusha ma, majeshi yetu kwenda Uganda, tunasema hivyo tuvushe majeshi yetu kwenda Uganda kwenda kutafuta nini? Si kazi yetu, hatuingizi majeshi yetu zizi ndani ya Uganda kwenda kumtoa Amini. <laughs> Si kazi yetu sisi, maana ingekuwa hivyo tungekuwa hivi, tulikuwa tunangoja nini miaka yote minane na uwezo tunao. Ni kuwa hatuna sababu ya kuvuka mpaka, maana hatudai sehemu ya Uganda. Hatuna sababu ya kuvuka mpaka kwa sababu tunaichukia serikali ya Amini, hata kidogo, sijui yetu sisi, hata tungemchukia Amini kiasi gani, lakini kumuoa kazi yetu sisi. Baada ya maneno hayo akasindikizia na kauli ambayo ilipokelewa kwa shangwe sana, kwamba uwezo kumpiga Amini tunao na ni kweli tutampiga. Yenampa kwangu hii bendera hasani sana, na hii bendera inaandikwa chama cha mfundizi lakini, mimi nataka siku ngine kama maneno takuwa mbaya, nii mutarudi mutasafisa mpaka Dar es Salaam. ametangaza <coughs> yake yamevamia nchi yetu na yamechukua sehemu hiyo ya Tanzania iliyo kaskazini mwa mto wa Kagera, kwamba tangu sasa hezi sehemu hiyo ni ya Uganda na itatawaliwa kijeshi kama Uganda. Ndivyo alivyotangaza mwenyewe. Sisi ametusaidia katika kutangaza jambo hilo, kusudi sasa, kwa sasa ubishi uishe. Sasa so, hiyo ndiyo hasa tufanye nini? Tunayo kazi moja tu, watanzania sasa, tunayo kazi moja ni kumpiga Matumizi ya, ya fedha kwa viongozi wa serikali ni moja ya vitu ambavyo baba wa taifa alipata nafasi ya kulizungumzia. Kwa fedha za serikali, kina mama, pengine hamjui. Mimi na mshahara mshahara wangu sawasawa sawa na wahawa hauzidi, lakini naishi kwa fedha za serikali, sinunui chakula changu mimi, nakula chakula cha serikali, natembea kwa motokari la serikali, naishi katika nyumba ya la serikali <laughs> kabisa. Mshahara wangu mimi kama pocket money ni, ni, ni vihela vya kusaidia saidia. Hata sigara nilipokuwa navuta nilikuwa navuta za serikali, lakini sina fedha. Sasa hawa je, wana taabu sana hawa, kwa sababu wanadhaniwa kuwa wana fedha. Akisha, akisha kupata cheo hivi, anadhaniwa kuwa na fedha hazina mwisho. Si kweli hata kidogo, wanaumia hawa. Sasa tabia hizo, tabia hizo zinajenga tabia zingine huyu katika kumridhisha shangazi, shangazi yake ataiba huyu. Katika kumnunulia saa ya dhahabu mkewe asije akapata divosi, ataiba huyu. Kwa hiyo nasema, tusitake tu kwamba tunataka viongozi wetu wawe waaminifu wa washike wa watii kanuni hizi za chama, lakini tunazo tabia, tunazikubali tabia ambazo zina zinafanya vigumu kwa wafanyakazi hawa na viongozi wetu kushika tabia hiyo tunayotaka wawe nayo. Huyu ndio baba wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Msimamo wa Nyerere ni kipaji cha Mwenyezi Mungu, baba kapewa tangia tumboni, kabla hajazaliwa. Wako viongozi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 wanataka mabadiliko wasipoyaona wasipoyapata ndani ya CCM watayatafuta nje ya CCM mwandaji na msomaji wa makala haya ni mimi Ananias ediga Global TV